Kifupi, mimi binafsi ninawashukuru hawa GSM, pia ninashukuru hata hospitali ya Amana. Sijajua wamelifikiria jambo gani, najua wamefikiria jambo jema, ili kutupunguzia adha baadhi ya Watanzania tunaoumbuka na gharama za matibabu. Na ningependa kwanza kabisa kuwashukuru wakazi wa jiji la Dar es Salaam kwa kujitokeza kwa wingi hasa katika kuazimisha wiki hii la magonjwa yasiyoambukiza, ambapo ya ndo tunahitimisha wiki la magonjwa yasiyoambukiza. Mimi na tatizo la presha, nilikuja kliniki yangu Amana, daktari wangu alinishauri wa kwamba mnazi mmoja anatoa huduma kutokana na kampuni ya JCM inatoa huduma ni bure, na nashukuru nimekuja, nimeonana na madaktari, nimepata huduma hiyo ni nzuri. Tunashukuru ufadhili wa kampuni ya GSM kwa kupitia GSM Foundation ambao ndio waliowezesha na kugaramia zoezi hili la upimaji wa afya. Pia watawapa insurance wananchi zaidi ya 300.